Yes, bana, mambo vipi? Niko na taarifa pia ya msiba ambayo iliweza kutokea siku ya Jumamosi mapema kabisa e, ilikuwa ni kifo cha baba mzazi wa e, Rihanna ambaye yeye ameweza kufariki akiwa na umri wa miaka e, sabini ambapo kifo chake pia e, kiliweza kutokea mapema sana siku ya Jumamosi huko Los Angeles nchini Marekani. Sasa baada ya kuweza kuugua kwa muda mrefu zaidi, taarifa hizi pia ziliweza kuripotiwa na Starcom News Networks, pia ni moja kati ya magazeti ambayo yanapatikana huko e, nchini Marekani lakini pia kituo cha redio kinachofahamika kwa jina la eh, eh, Barbados E, e, chini ya lakini pia nchi ya asili ya Rihanna pia inavyoonekana hivyo. Sasa ingawa sababu rasmi ya kifo hakikuweza kutangazwa rasmi kabisa au kuweza kuwekwa wazi kabisa na familia ya Fenty ambaye ndiye jina lake, anaitwa Ronald Fenty, alikuwa ni mzazi wengi wa, wa sana kutokea katika mji wa Ndugu zake pia akiwemo Rajad Fenty walionekana waki, wakiwasili e, kwenye hospitali ya Cedars Sinai, siku chache ma, e, kabla ya kifo chake cha baba yake huyo mzazi. Sasa uhusiano wao ulikuwaje? Uhusiano kati ya Rihanna na baba yake pia ulikuwa ni, ni wa changamoto sana kwa miaka mingi. Yaani ukiachana na e, mtu na baba yake lakini kulikuwa kuna ups and downs ambazo pia zilikuwa zinatokea. Yaani, Maiki, ilikuwa hivyo sasa, kutokana na matatizo ya zamani ya matumizi ya madawa ya kulevya e, pombe kwa upande wa Ronald ambaye ni baba yake mzazi. Na Rihanna mshikaji, anaonekana alikuwa ni moja wa watu ambao pia walikuwa wanatumia sana pombe, lakini pia walikuwa wanatumia lakini pia alikuwa anatumia e, madawa ya kulevya yani vile vitu vibaya vibaya vyote e, vilikuwa viki, vikitumiwa sasa na e, baba huyu ambaye ni mzazi wa Rihanna sasa, e, pamoja na taraka yake na mama yake wa Rihanna Monica ya mwaka elfu mbili, e hata hivyo pia wawili hao walikuwa wakifanya juhudi za kuweza kurekebisha uhusiano wao e, katika miaka ya hivi karibuni. So mama yake Rihanna pamoja na baba yake waliweza ku waliweza kuachana tunaweza tukasema hivyo, masuala mazima ya talaka nini zikaanza kutolewa, lakini sasa ilikuwa inasemekana kwamba kipindi cha hivi karibuni e, kulikuwa kuna utaratibu au kuna mchakato ambao pia unafanyika ili baba mzazi wa Rihanna pamoja na mama yake mzazi Rihanna waweze kurudiana na maisha mengine yaweze kuendelea. Sasa kifo hiki pia kimeweza kutokea wakati ambao pia Rihanna anatarajia mtoto wake mpya kabisa, au mtoto wa tatu na mpenzi wake Asap Rocky pia e, kutokea huko Marekani, hali ambayo pia inamfanya kipindi hiki kuwa kigumu zaidi kwa familia yao. Unajua kabisa ukiwa katika kipindi pia cha ujauzito utakiwa kupata stress stress eh, tofauti hazitakiwi kuwa karibu na wewe. Sasa tunaona kwa Rihanna kwa sasa hivi anakuwa katika kipindi kigumu ikiwa eh, akiwa ni mjamzito kwa sasa hivi, kama tunavyojua anatarajia ana kuweza kujifungua mtoto wake watatu na asap pia lakini, pia taarifa za msiba zimeweza eh, kutokea za baba yake ya mzazi, ingalia kuwa before hawakuwa na uhusiano mzuri sana yani kusema kama walikuwa kama wanagombana gombana. Sasa eh, ma maisha yake yalikuwaje? masuala mazima ya kazi ya nini, kwa hasa kwa, kwa baba yake mzazi, na ra na, na, na Rihanna. Sasa Ronald Fenty pia ameweza kufanya kazi mbalimbali mbali katika maisha yake, akiwa kama eh, akiwa huko Barbados pia alikuwa ni mchoraji, lakini pia na fundi ujenzi. Umemshikaje, alikuwa ni fundi ujenzi, naweza kusema fundi kujenga eh, lakini pia ni alikuwa pia ni mchoraji eh, ndio kazi ambazo alikuwa anazifanya. Kazi hizi pia zilikuwa ni za kawaida sana na hazikuwa za umaarufu mkubwa, yani hazikuweza kumpa umaarufu mkubwa kwamba amekuwa ni mchoraji mkubwa au amekuwa ni mjenzi mkubwa sana. no, alikuwa ni mshikaji tu ambaye maisha yake tu ya kawaida, masuala mazima ya uchoraji pamoja na ujenzi ndio vitu ambavyo alikuwa anajishughulisha ana. Ronald pia aliweza kupitia matatizo ya uraibu wa pombe sana na dawa za kulevya, jambo ambalo liliweza kuleta changamoto kubwa kati ya familia yake, hasa eh, kwa Rihanna ambaye ya alikuwa mtoto wake alipokuwa mdogo sana. Rihanna pia mwenyewe pia ameshawahi kuzungumzia jinsi maisha ya nyumbani yalivyokuwa magumu eh, kutokana na matatizo ya baba yake, masuala mazima ya kunywa pombe, mirungi, bangi, madawa ya kulevya kwao yakaweza kusababisha hadi maskani pawe hapaelewi pawe pamechacha pawe hapaeleweki kabisa, kipindi hicho wakati yuko mdogo mdogo sana. Sasa maana baada ya Rihanna kuweza kupata umaarufu duniani kumekuwa na nyakati lakini pia na za mvutano, mvutano kati yake yeye eh, pamoja na baba yake, hasa kuhusu matumizi ya jina lake pia Fenty, pia ambaye ni mzazi kwenye masuala mazima ya biashara zake za uchoraji na ujenzi Zilizeweza kuwa zinaweza kuvutia baadhi ya wa watu wengi kutokana na e, mtoto wake tayari ashakuwa star ashakuwa mtu mkubwa ashakuwa mtu mzito, msanii mkubwa, ingalia kuwa wao walikuwa kwenye e, naweza tukasema kwenye mvurugano au kutokuelewana kutokana na baba mzazi kutokuwa na, na ule naweza tukasema utaratibu mzuri hasa katika swala hasa so zima la maisha yake kiujumla, pombe nyingi. Sasa bado haijatolewa taarifa rasmi ya kwamba kipi ambacho kiliweza e, kusababisha kwamba ni pombe ambazo alikuwa mbazolia natumia e, au madawa ya kulevi ambayo alikuwa nayatumia ameweza kupelekea kifo chake. Endelea kutufuatilia hapo, kwa sababu update zote na taarifa nyingi zaidi